Awali yote ni mshukuru sana baba Skofu Daktari Alex Malasusa, mkuu wa, wa kanisa lakini pia ni mkuu wa jimbo hili la mashariki na pwani, yeye pamoja na wasaidizi wake wote kwa kazi mzuri wanayoifanya ya kuendelea kutuleta pamoja sisi wote wana Kinondoni, wana Dar es Salaam. Uh, kutuendelea kutuimarisha kiimani na kuwa wanyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu na kupitia kongamano hili tamasha hili la Twenzetu kwa Yesu ikiwa na kauli mbiu ishi kwa malengo. Kwa kweli, tumekusanya vijana wengi kuja hapa, na mimi nimepata nafasi ya kusalimia, na nilichoambia vijana kwamba ukienda kwa Yesu kuna amani, ukienda kwa Yesu kuna upendo, ukienda kwa Yesu hakuna madawa ya kulevya, ukienda kwa Yesu hakuna ulawiti, hakuna ubakaji, hakuna uzurulaji, hakuna wizi. Kwa hiyo vijana wote wa kanisa hili na washirika wote waendelee kwenda ku, kwa Yesu kwa sababu kwa Yesu kuna mambo yote. Lakini pia tumejifunza kupitia kongamano hili kwamba ukiendelea wewe kuwa mcha Mungu vizuri, basi hata masuala ya uwekezaji na namna yako ya uishi yataendelea kuboreka tu. Na sisi kupitia mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameendelea kuifungua nchi hii kwa wawekezaji wa nje na wawekezaji wa ndani, na nitoe tu mfano sisi manispaa yetu ya Kinondoni tunajishukuru na ninawapongeza manispaa kwa kazi nzuri wanayofanya ya ukusanyaji wa mapato mwaka huu. Hivi sasa ninavyoongea wana shilingi bilioni kumi na mbili, ambayo hii ni kwa ajili ya wanawake ikiwa ni asilimia nne, asilimia nne nyingine kwa ajili ya vijana na asilimia mbili kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo vijana katika wilaya hii ya Kinondoni wana zaidi ya shilingi bilioni nne ikiwa ni mkopo wa masharti nafuu kabisa na usiokuwa na riba, pesa ya Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia manispaa yetu ya Kinondoni. Kwa hiyo vijana waende manispaa yetu ya wa Kinondoni, waende kwenye kata, tuna maafisa maendeleo ya jamii wako pale, watapewa utaratibu mzima. Na hiyo hela sio ya watu wengine, ni ya vijana, ya wanawake na watu wenye ulemavu wote wenye sifa wa wilaya ya Kinondoni. Kuna vigezo ambao vimewekwa kwa mujibu wa sheria, lazima hivyo vizingatiwe lakini nafahamu tuna vijana wengi ambao wanakizi hivyo vigezo, lakini kubwa ni utayari wa hawa vijana kufanya biashara na kubadilika kuhakikisha kwamba fursa mbalimbali ambazo zipo wanazitumia. Na kwa kweli, mimi nikiwa katika wilaya hii ya Kinondoni, nimeona kuna vijana wabunifu wanazalisha bidhaa mbalimbali kama mikanda ya gypsum, ambao tulizoea kujinunua hiyo kutoka nchi za nje. Sasa hivi inazalishwa hapa, hapa katika wilaya yetu ya Kinondoni na vijana kwa hiyo Twenzetu kwa Yesu tuishi kwa malengo, lakini pia tuendelee kuunga mkono serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha amani na utulivu inaendelea kuimarika hasa tunako ili.